Unatafuta viatu bora kwa bei nafuu? Karibu Chotara Corporate Store, duka lako la uhakika la viatu vya kiwango cha juu lililoko Kariakoo, mtaa wa Kongo na Raha, ambapo utapata viatu kutoka Uingereza hadi Uturuki. Unapata pigo zile za sherehe za kiofisi na zile za mitoko mbali mbali, yani kajo, iwe uko Dar es Salaam, mikoani na hata nje ya nchi, tutakufikia tu. Brandi zako za kishua kama Clarks, Lacoste na Diori na nyingine nyingi zote zipo kwa ajili yako. Alafu sasa ni pure leather, unapata kwa jumla na rejareja, asikwambie mtu bwana. Bei yenyewe sasa ni kama bure. Halo, boresha mitindo yako ya viatu na Chotara Corporate Store. Tufuatilie kupitia insta account yetu Chotara underscore corporate underscore store au piga simu namba sifuri saba sita nane mbili sita tatu sifuri mbili sifuri sasa kwa nini pia tunaahidi vitu ambavyo tunajua kabisa vitekelezeke? Shirika la umeme TANESCO mkoa wa Katavi limeombwa kutotoa ahadi za lini umeme wa Gridi ya Taifa utawashwa katika mkoa huo licha ya mradi huo kuonekana kusuasua na kutowashwa kipindi tajwa hali inayopelekea kutotekelezeka kwa ahadi hizo. Hayo yamesemwa katika kikao cha 24 cha kamati ya ushauri mkoa wa Katavi RCC ambapo baadhi ya wanakamati wakiwemo madiwani wamedai kuwa kupitia ahadi wanazozipata kutoka kwa shirika hilo wamekuwa wakizifikisha kwa wananchi, na pindi wanapohojiwa juu ya ahadi hizo kutotekelezeka huonekana ni waongo. Sababu mimi nakumbuka kikao cha mwisho ambacho kimehoji ni kikao cha mwenyekiti wa CCM wa mkoa, halmashauri kuu ya mkoa, na waliahidi kwamba mwezi wa pili umeme utakuwa umewaka Inyonga, lakini hapa wakaahidi mwezi wa nne umeme utakuwa umefika sasa mpaka leo ni mwezi wa tatu nyonga umeme umewaka, mwisho haujawaka. Sasa kwa nini tuwe tunaahidi vitu ambavyo tunajua kabisa vitekelezeki? Ndio tunafahamu ziko jitihada za serikali za kuleta umeme kwenye mkoa wa Katavi, lakini kama tunaona kuna kusuasua, tusitoa ahadi, kwa sababu kutoa ahadi kwetu sisi viongozi tunaichukua na kwenda kuisema. Mi leo nikienda kwenye radio pale mpanda FM au pamoja FM taongea kwamba umeme utafika Mpanda mwezi wa nne kwa sababu nimemsikia Tanesco anasema umeme utafika Mpanda mwezi wa 4, lakini usipofika mwezi wa 4, nikienda mwezi wa tano kwenye kipindi cha redio kama kuna mwananchi alinisikia sasa, ataniambia mimi muongo takatani. Kwa hiyo tuombe Tanesco kama hawana time frame ya umeme kufika hapa Katavi, sio vizuri kuendelea kuahidi kwenye vikao, kwa sababu alishaahidi kwa mheshimiwa, naibu, kwa mheshimiwa naibu waziri mkuu kwamba umeme utafika mwezi wa 10, lakini mwezi wa 10 ulipita na hamna kilichofanyika. Kwa hiyo nilikuwa nataka kusisitiza hivi kwamba ni vizuri wasituahidi, wao waseme tu watafikisha umeme kwenye mkoa wa Katavi lini, tuendelee kusubiri. Lakini hizi ahadi wanazotoa kila siku ambazo hazitekelezeki zinashusha heshima yao. Tunatamani sana umeme wake wa Gridi ya Taifa kwa sababu umeme ni umeme ambao kwa kweli tutaondokana sisi, kama halmashauri ya Mpimbwe au mkoa wa Katavi, umeme wa mafuta au sisi wa wa Mpimbwe ule umeme wa nini wa kutoka Zambia kwa ule umeme unakatakata sana umeme, kwa hiyo umeme ukiingia ni mwarobaini katika mkoa wetu wa Katavi. Sasa kwa kuwa TANESCO wako hapa baba abawatuambie labda changamoto nini kinakwamisha jambo hili, kwa sababu tunakwenda tena kwenye kamati tarehe kumi na moja tutaanza kamati ili niweze kuuliza tena kwamba huu umeme gridi ya taifa ndani ya mkoa wa Katavi nini ni changamoto, kwa sababu limekuwa ni jambo ambalo linasuasua na tukizingatia mwaka huu sisi tutaendaje kwenye uchaguzi? Maana jambo limekuwa tukiliahidi, wametoa ahadi mbele ya viongozi wakubwa kwamba umeme utaunganishwa. Akitolea ufafanuzi hoja hizo, mwakilishi kutoka TANESCO mkoa wa Katavi, mhandisi Godfrey Josephat amesema licha ya ahadi nyingi walizozitoa kwa serikali na wananchi, lakini bado wanaendelea na juhudi mbalimbali mbali kutatua changamoto zilizojitokeza na kuahidi kuja kuzielezea changamoto hizo. Ni kweli kwamba kulikuwa na ahadi nyingi kuanzia mwezi wa sita mwaka jana, mwezi wa kumi, mwezi wa kumi na mbili, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Kwa hiyo ahadi zimekuwa nyingi sana na ni kweli zinachosha. Ni kwamba sisi kama mkoa tunafanya mawasiliano na msimamizi wa mradi huu ambaye, ambaye anasimamia huu mradi pamoja na mkandarasi. Mpaka naingia katika kikao hiki nilikuwa nawapigia simu ili wani, waniambia hasa wamekaa baada ya kureview kwamba mradi huu utakamilika lini. Bado sijapata majibu, wananiambia mwishoni mwa wiki hii watanipa ni lini. Lakini awali walikuwa wametegemea kwamba Urambo ingeweza kuwashwa tarehe nane mwezi wa pili, lakini mpaka sasa hivi, baada ya kufanya ukaguzi imeonekana hawezi kuwasha Urambo mpaka vile vitu ambavyo vimevigundua kwenye laini vikamilike ndio viwashwe, kwa sababu umeme hauwashwi tu hivi hivi kwamba tarehe imefika unawasha. Mheshimiwa mbunge, ni kwamba kuna mambo mengi ambayo siwezi kuyasema hapa. Nilikuwa naomba, ndio maana nimesema mkandarasi pamoja na wasimamizi wa huu mradi, mkoa kama mkoa wa Kitanesco atasimamia kabisa ule mradi, watakaa mwishoni mwa wiki hii, watakuja na taarifa